Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea, asante sana. Alright, bana, hii collab ya kawaida kabisa ni Harmonize Tembo pamoja na mtu mzima Ali Kiba King. Wawili hawa kwenye mziki wa Bongo Flava ni wakali ambao wanakubalika sana, wana mashabiki wengi wameweza well, kukutana kwa mara ya kwanza na sasa hivi wanaleta moto mpya kabisa ambao unatikisa mitandao ya kijamii. New collabo, new collab, song, someone say hit, is a hit. Kama wewe ni miongoni mwa mashabiki wa Harmonize pamoja na Alikiba, gonga like kwenye video, lakini pia drop comment yako ya fire tuweze kuona wangapi wanaokubali wili wa hawa na wanaamini kwamba hii ngoma itaenda kutikisa ulimwengu kwa ujumla. Agoba, the the name Stephen Oteomo, the way from Tanzania 255. Kabla sijaendelea, please please, make sure una subscribe na kutana notification baada ya kusubscribe, kuna kengele ambayo itakuja ibonyeze mara moja, utakuwa umenisupport kweli kweli, au sio bwana? Baki ni business, baki ni story. Kwa muda mrefu sana mashabiki wamekuwa wakisubiria collabo ya wakali hawa wawili, na mzungumzia Harmonize, mwanzilishi wa Konde Music Worldwide pamoja na Alikiba, mfalme wa King Music. E bwana, wawili hawa ni wasanii ambao wanapendwa kweli kweli na wana mashabiki lukuki. Kiongelea kuhusu Alikiba kila mtu anafahamu, lakini pweke mzungumzia Harmonize kila mtu anaelewa balaa lake kwa hiyo wawili hawa wamekuwa wakiheshimika kwenye game ya Bongo Flava lakini pia wamekuwa wakiheshimiana sana na hakukuwahi kuwa na ushirikiano wa mara kwa mara yani kufanya kazi ya pamoja lakini kuna kipindi hapa katikati kama unakumbuka vizuri ilikuwa inaonekana kama wana ukaribu kipindi ambacho Chidi pamoja na Kili waliokuwa chini ya King Music waliweza kujiunga na Konde Gang mwaka 2021 hii ilionyesha kwamba kuna daraja la mawasiliano kati ya lebo hizi mbili lakini pia Harmonize na Alikiba wamewahi kukutana na kukumbatiana kwenye tuzo za Trace ambazo zilifanyika Zanzibar. Ilikuwa ni ishara ya ukaribu wa kweli kweli, lakini sasa hivi sasa sio tena tu salamu bana, sasa hivi ni muziki halisi, yani wimbo mpya ambao tayari unaambiwa kwamba wameshaweza kuingia studio kwao, tutegemee kuweza kusikia anytime kutokea this time. Eh, ebana, tunatambua vizuri uwezo wa wasanii wote hawa wawili Spring of Harmonize pamoja na Alikiba ni wasanii ambao wanaonyesha ubunifu mkubwa sana kwenye kazi zao za muziki, lakini pia ni wasanii ambao wana sauti kali sana, na ni wasanii ambao pia wanaandika mashairi ambayo wanakuwa na ujumbe mzito sana, especially kwenye upande wa mapenzi na hata pia heshima. Ni ngoma ambazo unajua kabisa ukisikiliza kama Alikiba unaweza kusikiza ngoma zake anywhere popote pale kabisa, au sio bana? Ebana, huu utakuwa ni wimbo mpya kabisa, Harmonize featuring Alikiba, na itakuwa ni zaidi ya kolabo, kwa sababu ni tamasha la sauti mbili kali ambazo zinakutana. Kwa hiyo itakuwa ni historia mpya kabisa kwenye muziki wa Bongo Flava. Asa, speaking of Harmonize, safari yake tunaifahamu vizuri. Alikuwa chini ya WCB wa safi ya Diamond, mwaka 2015 alitambulishwa rasmi na akapambana kwelikweli, tukaweza kuona akaanzisha kundi lake mwenyewe Konde Gang mwaka 2019 na mpaka this time tunaweza kuona Ibra ameondoka amekuwa na ukaribu na Damon na vitu kama hivyo hasa, tunaelewa pia balaa la Alikiba. Kwa upande wake, amekuwa msanii huru na mwenye mafanikio makubwa kabisa, akiweza kuongoza pia rekodi lebo yake ya King Music by the way, ameweza kutoa albamu nyingi sana ikiwemo The Only One King Cinderella na ni miongoni mwa albamu ambazo zimeweza kuvunja rekodi. Harmonize na yeye this time anasema anakuja na albamu yake mpya ambayo inaitwa Sate Fest. We don't know why ameita hivyo, lakini tunasubiria kuweza kuona mengi makubwa. Au sio bana? Koo wawili hao wamekuwa wakiheshimiana, lakini pia wakitengeneza njia zao binafsi na sasa wameweza kuamua kuunganisha nguvu zao pamoja, e bana, matokeo yake ya huu wimbo utakuwa unaweza kuitwa hit song kwa sababu tunajua balala wawili hawa kuanzia vile ambavyo nimekuelezea kwa ufupi na historia zao eh bana. Je, huu ndo mwanzo wa urafiki mpya kati ya Konde Gang pamoja na King Music? Mashabiki wanasema ndiyo. Tuachie na wewe maoni yako, tuweze kujua nini ambacho unakiwaza. Kuna mwanangu mmoja hapa kananiambia kuwa Harmonize ameweza kujiunga na Alikiba kwa sababu ya Ibra kuweza kuwa karibu na mtu mzima Diamond. Je, kuna ukweli wowote kwenye hilo? Usikose video ijayo please, please make sure umesubscribe, like, lakini pia tuachie comment yako tuambie unadhani Wimbo huu ni hit kama ambavyo wengi wanasema. bye bye. Uangalie ni video ambayo walikuwa pamoja mtu um, mzima Alikiba pamoja na Harmonize wakiwa wanaweza kucheza pool table, ni mchezo fulani ule unajua wa kuweza ku refresh, ku enjoy kwa wachezaji wanaelewa. Kwa hiyo walikuwa wanapiga na stories hapa na pale. Uta enjoy. I hope utafurahi zaidi. So, asa, na kuchukua moja kwa moja kukwambia kwa nini Ibra ni mmoja wa wasanii wa kali kabisa ambao wana sauti ya kipekee kutokea nchini. Kila mtu anafahamu bana. This time kuna toni ambayo amekuja nao na style yake ya muziki ambayo anafanya imekuwa amazing sana. Oya we, oya we, wanangu wa gang gang, au sio bana. Anafanya vizuri sana tangu ambapo yuko chini ya uongozi wa Konde Gang, na hata baada ya kuweza kutoka chini ya Konde Gang amekuwa akitoa project zake ambazo ni kali sana. Sikiza muziki wake una enjoy. Collaboration ni mingi kwelikweli, kwa hiyo this time ameweza kuungana na WCB Wasafi hilo ni swali ambalo kila mtu anajiuliza na niko hapo kwa ajili ya kupa mchango mzima. Go by the name Stefano Tembo the from Tanzania 255. Alright, back in the business, back in the story. Tumeweza kuona ukaribu wa mtu mzima Ibra pamoja na Diamond, ulimkosa kwa kawaida. Tumeweza kuona hii ni kama surprise kwa mashabiki wa Ibra, lakini pia kwa mashabiki hata wa Harmonize watakuwa hiyo wameweza kuona kama surprise, au sio bana? Kwa sababu sio kawaida kuweza kuonekana Diamond na ukaribu na Ibra, by the way, imekuwa ni kitu ambacho kimeshtua watu wengi, lakini ni kwa sababu nzuri na wengi wamefurahi, au sio bana? Kwa hiyo kuna watu wana kwa nini Ibra ameweza kuwa msanii ambaye ana bahati kuweza kukutana na Diamond ama Diamond kuweza kumkubali kirahisi? By the way tumeweza kuona mwanzo kabisa nilikwambia Ibra ni miongoni mwa wasanii ambao wana sauti kali sana kutokea kwenye industry ya muziki sasa hivi. Anaanza kusikiza ngoma zake ana utofauti mkubwa sana, au sio? Na pale WCB kiangalia mwondoka Mboso e, Mboso kana amechomoka pale Lava Lava amechomoka. Eh, pale WCB amebakia The Voice, Diamond pale na Mzizuchu. Kwa hiyo unaona kabisa record label bado inahitaji watu ambao wana uwezo mkubwa na wenye vipaji kweli kweli, au sio bana? Kwa hiyo kwa Ibra kama atakuwa yule ameweza kupata nafasi ya kushuka WCB wasafi ni kama ameweza kuingia kwenye uwanja wa mabingwa wa mziki. Unajua vile ambavyo WCB wana hadhi wenyewe, ni yani hadhi yao kwa mziki wa Afrika aisee, wako juu sana. Lakini pia itakuwa ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wa Ibra, kwa sababu tunafahamu vizuri kusema WCB vile ambavyo wanaongoza kwa kutoa rekodi kubwa, lakini kutoa hit song mara kwa mara. Kama this time imagine Zuchu na ngoma na Diamond inama inafanya vizuri ngoma yake yenyewe Zuchu ambaye inaitwa Amanda na ile remix pia nimeweza kuona ina trendi nje ya nchi huko. Na ukiangalia sasa hivi tena Diamond ametoa ngoma mpya inaitwa Msumari na ina trendi. So ukiangalia vizuri, WCB still bado wanaweza ku take over, na bado still wanataka wanatamani kuongeza timu hiyo kubwa. Kwa hiyo unaweza kujisikia itakuwa ni normal kali kweli. Kwa hiyo mashabiki wengi baada ya kuweza kuona hichi ambacho amekifanya mtu mzima Ibra kileza kuwavutia kutamani kuweza kuona Ibra kio basi ameweza kusainiwa na mtu mzima Diamond Platinumz. So, nimeweza kuona kwenye hii posti ambayo Ibra amemposti Diamond akisema asante na kuweka emoji ya shukrani, lakini pia emoji nyingine ambayo inaonyesha ni king ama mfalme, au sio bana? Asa, baada ya kuposti hii ilikuwa gumu sana kwenye blogs mbalimbali, watu wakaanza kuzungumzia kama nilivyokuambia. Asa, leo hii hapa mtu mzima Diamond Platinumz amekuja kujibu hii posti ya Ibra na kumwambia Kadabra Zlatan na kuweka emoji mbili za faa lakini pia kuweka emoji ya king. So, kiangalia vizuri, inaonekana kabisa kuna good connection hapo ya kati yake pamoja na mtu mzima Diamond. Na comment Diamond imeweza kupata like zaidi ya elfu tano, reply zaidi ya mia moja, na watu wengi huko wakiweza kufurahi na wakisema kwamba tamani kuweza kuona basi hata waingie studio, kama itakuwa sio kumsaini kabisa, basi kuna watu wanatamani kuweza kuona hata Diamond aweze kumbless udogo, kumpa remix kwenye ngoma yake hii ambayo ina trend this time. So ni miongoni mwa story kubwa kwelikweli ambayo imekuwa gumzo sana. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana